ria mohoro na njira ndaya.

niwe kesiana aidome ona wiki githatu adu makolo mali huwa vera adu makome faga monebia union agikoronire kanuogakwareria mwalimu na mwalimu neyale matu maguthikireria union ona yo union ni korona matu maguthikireria mwalimu lakini kuna watu wengine hawapinyi pombe hawavuti bangi hawatumii cocaine lakini wao ni suppliers wanamaliza watoto ya watu tuko na watu wanaenda wanaongeza sijui school fees ya nini i want to wonder watoto wataenda shule next week na kayu ruciini ngeithi cia mwanya kuuma metha-ini ito ya mohoro ya Kayu FM mathaa mathaa ithatu ngwamukire ngumenyithie mohoro maria atori namo na njira ndaya nie njitagwo Kamau wa Nyaguthii

kumena na mutino ino, iyu andu kenda marakuire hauhau hau kuria hau. na haria a amerikanite marali te marari no riri wake da kenda erikanite mwana munini nini kuuma mbathi-ini no riri iyu ucio akuire ari thibitari andu angi mirongo itatu na atano magethii na mbere

ni karenda wona yakorwo ä kä ambä ria kå ya gä thomo ä gå thiä nginya gä wa kana kå ya a rutwo megå korwo na ihinda rä a ciumi na ithatå rä mathomo kä rå ona å kä rora å guo nä guo gå na ihinda rä a kana arutwo na arutani rä rä kwa rä tanyätwo kwambä ithano wa kerä nginya gä mwe mweli wa gatatå ihinda rĩa kũhurũka kana kũhingwo kwa mathukuru harĩ tamu ya mbere rĩtanyĩtwo kwambĩria tarĩki mũgwanja mweri wa kana nginya gĩtarĩki mĩrongo ĩrĩ na inya mweri ũro ũcio wa kana na mũthia mathomo ma tamu ya kerĩ mambĩria tarĩki mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja mweri wa kana nginya gĩtarĩki mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe mweri wa mũgwanja rĩrĩa rĩ ihinda rĩa ciumia ikũmi na inya ikũrũmanĩrĩrio rĩgakorwo rĩrĩ iraihu makĩria harĩ tamu ya mathomo mwaka-inĩ ũyũ Mathukuru makiroka roka kuhingurwo mwaka uyo 2026 kiroko kia umuthi ya Murang'a ruguru rungwo ni gavana Irungu Kang'ata nihurite njeki no ya Murang'a raga no na njira ya kuriha arutwo ciri arutwo giri ya bithi kuriha arutwo thukuru-ini ciakwo ciothe kaunti-ini ya Murang'a aria maratongoretie kuma namba imwe nginyagia namba ikumi mutaratara-ini ukuri inu wa kaunti i no ikuhuthira ke maji gia cilingi milioni magana meri ma mirongo itatu mwaka uyu wa githirikari gavana ilungu wa kang'ata akiuga maiyukirie mutaratara uyu wa guthuka bithi kuri arutwo namba imwe nginya gia ikumi niguo guthengia kiria augite ni njira ya wendereri na gwikirira kiyo makiria hari arutwo Idea, okay. Venye tume structure hii bursary, ni at least every village iskie county msupport yule student ambaye ni nidi na pride because every primary school iko represented hapa na tumepatiana support bili tuondoe nguvu kwa governor, atukusema ni huyu ni huyu iwe ni bidii yako imefanya upate bursary. Wajua, hii dunia yetu tunaishi kuna a lot of favouritism mambo ya Using a criteria ambayo ni objective. Wale ambao wako kwa secondary hapa wanajua, tumekuwa tukimwelezea kama tungekuwa na pesa zaidi tungekuwa tuna support nmb number 11 number 12 or even up to number 50 whatever, lakini for now without talking, let's start na number 1 to 10. Every day school in Moranga inafaidika na inua masomo

involved us when selecting this land. Some of them maybe would not have gone to secondary school or maybe they will remain at home. home. Baba kapitisha pesa za kutoka serikali kuu siku hizi zinachelewa sana mura uliopita zilifika tukiwa tushafunga munene wa buto cia filithi borori-ini Douglas Kanja ni ahetwo thiku mu kwanja akorwo thuthuranitie na kuneana ripoti ya muthia ya kira kiraciongereire kwa mwako uria urari ruguru wako itura-ini ria sauthi

mwerekera uyu roka riri mwire wa mundu morikite kurutwo matigari-ini muthenya ma nyumba ino muthenya wa ira nginya giriu mundu ngiumwagithii na mbere gukorwo gicaranio nake thirikari ikiuria famili ya mundu ucio guthii na mbere kugia na ukiririria Kamau wa Nyaguthii mabitha erwo DCI magana matano ni matanyitwo kwehurwo na kuingirio ruhonge-ini rwa kuhitana na njohi na ndawa cia kurebia bururi-ini kuuma kiumia giki

To have it strengthened the uh, anti narcotics unit by adding 400 officers uh, IG at uh, tutaka chini na yeye anapanga how we can pick the five extra 500 officers kwa DCI to start with the loads especially not just starting from the brewers the main suppliers ya ethanol na methanol kwa hii dunia gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu wa Kang'ata ni oritie thirikari nene kugerera ruhungiro motungata ha ma ma

no indi mari kaunti-ini itiganite thiini wa bururi uhoro wa ma ati ca ina thina horo wa ma taruithuwe muranga kaunti nindaigwa mwagweta programu iyo tukoragwo nayo tuheaga andu kandi mathii thibitari ithui ni kureha tureaga sha na tuti na thire wao no riria twaheana motungata sha ne yagirire itucokerie besha itucokerie mbeca o tucokagia thibitari cingi andu aria moka na kadi ya sha kama tungata tukacoka tuka claim no tha ishi sha ina thire wito wa milioni magana meri ma 50 decision icio nicio twagire kuhuthira tumugurire dawa tumugurire reagents ya gucokia besha mbeca icio ucio ni thina

kombe haramu ukwijile huku kwetu. Tatizo sio kombe haramu, huku kwetu tatizo limovoka, kwa sababu nimeona yakuwa kuna regulations na kuna sheria inapelekwa katika bunge. Hata na sisi pia tutaita wagungi wetu, tuite wale abo kwamba ni magabana waeneo hii na maeneo mengine ambayo kwamba ya tukubaliane kwa sauti moja, tukiwa tunapinga kombe haramu tunafinga, lakini pia na sisi pia tunasema tufinge ya agogoka kuingia katika maeneo Ukianza kuona uraibu unaanza kukuchukua juu ya kichwa, si uraibu tena, you are now becoming a slave. Vijana wadogo anajaribu kushindana na ukusingizi, because we cannot have a situation where 50 plus percent of those who are affected by substance abuse are affected by neboka ikĩmbero rĩa mohoronyeirobi na matũũra marĩa marigi ciĩ irie kũuma kayu fm ũtungate kũrĩ we nĩ kũgerera na iti 1.0 fm aagĩtarũ kĩa maut kenya 103.3 fm Jawa Florine bũrũri nĩ kũgerera njĩra ya rũrenda kayu fm com tũhũngure tũrike matũũra-inĩ ũrathiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro ma kayu fm

Koromera kogereka kwa garama ya muturene ati kita akenya ingi na njira nene kwitukira magoti thirikari ni thingatite kuheria magoti kana kwitha a ithia magoti aria indo cia miako nigwo akenya mahote kwiyaka na manyumba u uh, turo ni ukoretwo rituhiirie andu aingi muno ni undu wa indo iria ikoretwo ikiendio kana cia waki uh, tuge horo wa mahiga tuge uhoro wa thimiti uh, tuge uhoro wa mithanga cigakorwo ciambatiire muno na koguo no turie thirikari ikorwo iki

ile ina shana 12 na no bena turakire ina four bedroom ina liko ina metha ine ina kiorothe ine roria thirikari uguo eroya mbeca cia aruti a wira igathii kuhuthiro ati ni cio irakira andu angi nyumba na tio maraikara kuu ni kuhinyiriria uyo ni slavery tweherie mbeca icio andu a macokerio mbeca ciao acio marutaga mawira arimu thigari andu a civil servants mundu wothe ena payslip ndagiriirwo gukorwo akirengwo mbia cigakira mbeca mbeca icio igakira andu angiiria andu aingi muno no turie hindi ya <coughs> indo ici ciothe cigukorwo ikiguithirio tax niguo itigiri ake endio raithi andu aingi nomahote gukorwo makiyakira niguo tutigiriria ati na mundu si, eh, si uria ataka hota kugura nyumba ici cia raithi tukorwa tukimenya ati ni menya ati ni akahota gukorwo akiyakira nyumba ya othirikari no ethingatite gukorekeria magoti ku indo cia muthingi nigwo kenya mahote gwetiria ngarama ya muturire ere korokete no ihoya riria tungi hoya na njira nene muno ni nari korwo thirikari yahota gutuikurukiria ngarama ya muturire mundu toyo ni okana akirwo nyumba te <coughs> eno kana ndo ngi mararuga mona mona jere mwe kana iri ngi no ri wona ati go ri thirika uh, ithuo the itora tutihota kuruga manake ge akuria ge akunywa ciana yeah. igithoma thukuru maundu ma mothe ni matwikite ni mahutetio mona na jera nene thwame eno na ire na ciana makire ikomi magitare mathina mara mahitukagira hinde ya matai na nyoba ina riri kusi urari muru fi to dona bikalo gutirari na na kajomba ne kanini to ri nge kwa gukoma tutirona ona gwa kurugira rengi gutire ande ine

magakirwo na muthia gucabithia na ruthiomi uri na uhuthu gutaukirwa ni ni uria inya mohoro na njira matamo thii na mbere gututhikiriria KAYU FM utungata kuri we ni njitagwo Kamau wa Nyaguthii. Mohoro ma KAYU FM